Tunaye hapa Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim, karib sana. Shukrani sana. Uh, kwanza tuseme pongezi nyingi kwa Tanzania, yeah, kabisa, kwa kumpata kabisa, mkurugenzi wa WHO Kanda ya Afrika Profesa Mohamed Yakub Janabi amechaguliwa jana kwa kura nyingi tu kura 36 kati ya, kura 32 kati ya kura, kura 46 zilizopigwa. uh, kwa mara nyingine tena, mkurugenzi wa shirika la afya ulimwenguni WHO anatoka na nafasi imerudi, nafasi imerudi, anatoka Tanzania. Ni mambo gani ambayo yako mbele yake? Nakumbuka wakati, kwanza, kabla sija kujibu nakumbuka wakati uh, wa kifo cha ndugu lile uh, rais mama mheshimiwa alizungumza hili swala kwa, tuliomsikia wakati ule tulichukulia tuli ile kauli kama ilikuwa labda ya kujiridhisha mm, au kujifariji. Alisema kuwa tutachagua mtu mwingine bora zaidi mm, ambaye atakwenda kuwakilisha tena kuchukua nafasi hiyo. Wakati huo ungesikia ile kauli na hiki kilichokuja kutokea, unaona ni vitu ambavyo vinaua na maana yake kuwa kulikuwa kuna mkakati maalum hasa wa kuhakikisha kule nafasi inabaki kwa Tanzania, mm, na hiyo imetokea hivyo kwa Janabi mambo ya kukabiliana nayo anaingia, ni kipindi kile ambacho tulijadili kuhusu ndugu lile wakati ule, kwa sababu alivyoingia, na ndio Trump akawa ameingia, unakumbuka kama Marekani ametoa ufadhili wa, wa fedha WHO fedha yeah, nyingi ambazo uh, shirika la afya mfano kwa Afrika walikuwa wanapokea kutoka WHO kuwa hazitokuja tena. Kwa hiyo mkakati mkubwa uliopo hivi sasa ni wa kujaribu kurekebisha nini ambacho kinakuja kutokea kwanza kuboresha hasa uh, masuala ya utafiti uh, masuala ya, ya uboreshaji wa upokeaji wa yani serikali za Kiafrika zinawezaji kuongeza bajeti kwa sababu Marekani alivyokata fedha kuwa mm -hmm. Ni lazima kila serikali iongeze kiasi fulani mm -hmm. cha fedha kwenye masuala ya afya kuboreshaji mm -hmm. tunakabiliana tuna na, na magonjwa mengi ya mlipuko. Yes. Utafiti ulikuwa mwingi unahitaji fedha, ufadhili kutoka nchi mbalimbali sasa ana mambo mengi anayoenda kukabiliana nayo, lakini sina mashaka sana na profesa Janabi. Anaingia ana katika kipindi ambacho eh, inaonekana kuna ukata mkubwa wa kifedha shirika hili kubwa zaidi eh, na, na fedha hizi zilikuwa zinahitajika zaidi Afrika, ambayo ndio anakwenda ana kuiongoza. Atafanya nini kupata fedha kwa ajili ya kukabiliana na miradi mbalimbali mbali ambayo inahitajika kutatua eh, changamoto lukuki za kiafya ambazo ziko Afrika? Serikali zenyewe za Kiafrika ni jukumu lao kwa sababu kama tulikuwa tunapokea ufadhili kutoka nje kwa ajili ya afya yetu, sasa tunawajibika yeah. kubeba wenyewe, kuwa hili lazima tulitatue. Tuliwahi kujadili huu mjadala nadhani mimi na wewe katika yeah. kipindi fulani cha VOA yeah. hapa okay. kilichokuwa kikirushwa wakati huo, tukazungumza kuhusu kubadilisha mwelekeo kwa sababu tulikuwa tunasema kuwa serikali nyingi za Kiafrika zinatumia matumizi mengi kabisa kwenye masuala ya kisiasa hmm. Tukajadili uchaguzi wa Kongo mfano, ulikuwa tumia zaidi ya bilioni moja nukta moja hiyo kwa sababu ya uchaguzi tu wa muda mfupi, lakini kwenye masuala ya afya wako nyuma sana. Sisi tumepiga hatua kiasi kikubwa kwa uboreshaji wa miundombinu ya afya na masuala ya afya, hospitali, uboreshaji ni mkubwa sana ukilinganisha na wenzetu ni lazima nchi za Kiafrika kwa jumla sasa zikae na kuangalia uwezekano wenyewe wa kupandisha bajeti zao za wizara zao za afya kwa ujumla, kama vile wanavyoboresha kwenye masuala ya elimu, kama wanavyoboresha kwenye masuala ya kisiasa. Ni lazima sasa watoe fedha nyingine kupeleka kwenye masuala ya afya ili tuweze kuziba hili ombwe, kwa sababu ukisema kuwa kuna baadhi ya nchi labda zilizoendelea, kuna baadhi ya nchi zenye uwezo zibebe hii, hawawezi. Ni lazima wote kwa kushirikiana kwa pamoja, angalau tuweze kupunguza lile gepo lililopo kubwa kwa kiwango gani hapo. Fedha nyingine mnaweza kuchukua kwa wafadhili wengine ambao labda kiasi, Marekani alikuwa nafadhili kwa kiwango kikubwa, lakini kidogo mnaweza mkachukua kwa wengine. Lakini kwanza jukumu tulibebe wenyewe kwa sababu hili ni jukumu la afya zetu. Yeah. Sio za kwao. Mm -hmm. Janabi ndio Nadhani na alicho mabadiliko makubwa yaliyotokea Tanzania pia kuna mkono wake kwa kiwango kikubwa. Anaweza akapeleka hilo kwa wengine kuwaonyesha mfano kutoka kwetu, na wenyewe wakaona kuwa kuna sababu ya kufanya hivyo, wakaamua kuingia kwenye mfano. Namna anaweza kushirikiana na wengine na wenzake ndani ya WHO kushawishi eh, wadau wa masuala ya afya waka, pengine wakabadilisha mtazamo wao na kuanza kutazama kwa sababu eh, afya ndio kitu muhimu zaidi katika maisha ya binadamu, na ni kipindi ambacho tunaona ufadhili mwingi umeondolewa ume katika shirika hili hasa ufadhili wa kutoka Marekani ambayo ilikuwa ina e changia kiasi kikubwa. Kuna namna ambayo anaweza akashirikiana na wenzake kufanya, kwa sababu kwa nafasi yake mm -hmm. E, anaongoza katika eneo hilo la like kitaalamu, lakini pia ni eneo la like kidiplomasia ni, ni, ni nafasi ya kidiplomasia pia, ndio ndio ana, ana, ana, ana, anaweza vipi pengine kukaa mezani na kushawishi wadau ambao pengine walikuwa hawaoni sasa kwamba kuna eh, tola la kuisaidia Afrika kwenye masuala ya afya ni kipaumbele na kuwasaidia ama kuwashawishi wabadilishe mtazamo wao. Sio muumini sana wa kusaidiwa kutoka nje mm. Mimi binafsi sio muumini sana kuwa kama Marekani alivyokata basi amekata, nadhani sisi sasa ndio tuamke mm. Profesa Janabi alicho nacho ambacho ni chepesi ambacho yeah, ataenda nacho kuwa yeye ana mfano ulio hai kuwa sisi katika nchi yetu tumefanya mapinduzi ya hiki ambacho tunakizungumza, ndio maana uboreshaji wa nani wa, wa, wa hospitali umeona kuwa huduma zetu ziko juu sana ukilinganisha na majirani zetu mm, kwa ubora wa madaktari, ubora wa utendaji, ubora wa vifaa, ubora wa kila kitu. Kwa hiyo anacho cha kwenda nacho kwenye meza ya wengine kuwashawishi kuwa jamani, mfano ninao mimi, niliongoza huku yeye yeah, alikuwa ni bosi hapa, kwa mimi nimeongoza huku na sisi tumefanya mapinduzi makubwa kupitia hii. Kwa hiyo mimi nashawishika kuwa awashawishi nchi za Kiafrika zaidi kuliko tena kurudi nje, kwa sababu kadri utavyosaidiwa ndivyo utavyokuwa mtumwa, yani utakuwa tegemezi, wataendelea, utaendelea kuwategemea kwa sababu stili wanakusaidia kwenye vitu muhimu sana. Wewe unaona tu baada ya nani, Trump kukata hivi au baada ya Marekani kukata USAID dunia nzima tulivyokuwa na presha kubwa, hasa kwenye kama dawa zile za nini, zile za kufubaza maradhi. Sasa presha ikawa kubwa Afrika na sisi huku, presha iliyokuwa ni ndogo zaidi. Ungetazama kilichokuwa kinatokea nchi za magharibi mwa Afrika, nchi za kusini mwa Afrika, presha ilikuwa ni kubwa zaidi kwa kiwango cha hali ya juu. Lakini mimi naamini kuwa pesa ambazo tulizonazo Afrika tunazotorosha kupeleka nje, pesa ambazo tunatumia kwenye mambo ambayo mengi kwenye mifumo ya masuala ya kisiasa kisiasa zaidi mm, nadhani hatuhitaji hata robo ya hizo fedha, tunahitaji mm, kiwango kidogo sana cha hizo fedha ili tuweze kuboresha mfumo wetu wa afya Afrika, Afrika nzima mm. Sasa kwa mtu mmoja akawa anajaribu kufikiria kwamba profesa amekuwa akisisitiza sana kuhusiana na daieti na masuala ya lishe, sasa Afrika nzima itakuwa ina Afrika nzima itakuwa mkononi kwake. Najua alikuwa akitupa ushauri kama nchi, sasa Afrika ataitazama Afrika nzima. Naoneana unazingatia sana ushauri wake. Aa, nazingatia sana na mwenyewe pia nakubali, wake safi sana mimi mwenyewe nakubali nazingatia. Uh, sina shaka na hilo hilo, ndio ndio. <laughs> Sasa tutazame tu hili swala la mazungumzo ya kumaliza vita Ukraine. Hivi uh, karibuni tulikuwa tunatarajia kwamba Vladimir Putin watakutana na Zelensky ilikuwa ni Uturuki, eh Uturuki, Ankara, na, na, mazungumzo watafanya, watafanya ya, na kwa, mara ya kwanza watafanya mazungumzo ya ana kwa ana na mambo yatakwenda vizuri, lakini ya haikuwa hivyo mm. ila tunaona sasa hivi e, eh, rais e, eh, Zelensky amekutana na wanadiplomasia eh, wana okay. waandamizi wa Marekani na Ulaya huko Roma kwa ajili ya mazungumzo hayo hayo. Nini sasa hivi kinaendelea hasa? tuanze kwanza la kukutana la Putin na na, na Zelensky Dio. kule Ankara wiki jana mm -hmm. Nadhani mimi binafsi ni nilifuatilia zile taarifa vizuri. Nadhani kulikuwa kuna kuna kitu labda hakikufahamika mm. moja kwa moja mm. kuwa lengo lilikuwa hilo, kwa sababu ukirudi nyuma ukaichukua taarifa ya Urusi ya kukutana kati ya, ya alivyozungumza, maanake ile taarifa ilitolewa na Putin Ndiyo. anasema mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Ukraini na Urusi, lakini Putin hakusema kuwa mimi naenda kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Zelensky, kwa sababu tafsiri hii tuipeleke kuwa mfano Trump alivyosema kuwa tutaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Iran, sio kuwa Trump anaenda kuzungumza na Khamenei, isipokuwa wawakilishi wa Marekani walizungumza na nani? na Iran. Lakini Trump alisema tutaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas, alizungumza Adam Bola ndio akaenda kusimamia mazungumzo ya moja kwa moja kwa kwa hiyo, nadhani tafsiri ya mazungumzo ya moja kwa moja ilibadilishwa ikapelekwa, kwa sababu sio rahisi kwa kiongozi kama, uh, kama Putin kusafiri ghafla kwenda kwenye nchi kama Uturuki ambao ni mshirika wa NATO. Ndiyo. Na pia anaenda kukutana na viongozi wengi wa NATO. Usisahau kuwa Putin pia bado ana waranti ya kukamatwa ya ICC, mm, ipo. Kwa hiyo kwa ile taarifa pindi alivyoitoa na kusema kuwa atakutana na, zele, na Zelensky haikuwa sahihi, kwa sababu yeye hakusema mimi nitakutana na Zelenski. Yeye alisema kuwa tutaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja. Kwa hiyo mazungumzo ya moja kwa moja ni yale ambayo kuwa alimteua waziri wake, hmm. Fred ambayo waziri wake Milminski nenda ambaye alikuwa waziri kipindi hicho, nenda huyu ni kutoka Urusi, ni mshauri mkuu wa Putin, kuwa anaweza kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo unakutana na upande wa pili sasa. Ulaya walivyochukulia wakafanya kama mtego, unajua Ulaya waliokuwa wanataka kuileta taswira na hasa upande wa pili wa Ukraine. Ukraine ilitaka kuleta taswira hasa ambacho kile ambacho Zelenski mara nyingi anakizungumza kumwambia Trump kuwa huyu hana nia ya kumaliza vita, utaona hawezi kuja, lakini yeye hakusema anakwenda hmm, na wakataka kulithibitisha hilo, na ndio maana Zelenski akawa wa kwanza kufika Ankara kuona kuwa nitakutana na Putin, lakini Putin hakusema mi nitakuja Ankara, hata alivyokutana na mawakilishi wengine, ukitazama vyombo vya habari vingi vya magharibi vikapuuza kuwa waliotumwa ni watu wa daraja la pili mm, sio ambao tulikuwa tunawataka waje hapa. Sasa mlitaka waje kina nani, wakati hawa pia na wenyewe wanawakilisha, kwa sababu Urusi alisema kuwa mazungumzo yetu yataanzia pale yalipokwama 2022 nakumbuka mazungumzo ya Ankara ambayo, yeah, Putin mara kadhaa ameyakariri kuwa Boris Johnson aliazuia tuendelee na vita pamoja na Biden, anasema tutaanzia pale pale tulipoishia na kuendelea, lakini walizungumza kiasi kule Ankara, wakafikia baadhi ya vitu kwa, mm, kwa jopo lilioenda sasa hivi. Sasa wanakutana kule Rome, kwa sababu leo Jumatatu Dunia na vyombo vya habari vinafuatilia kuwa kutakuwa na mazungumzo ya simu mm. kati ya Putin pamoja na Trump. Sasa wanataka kuwa, kwa sababu Trump wakati mazungumzo yalikwama kule Ankara, yeye alikuwa Doha, akasema kuwa bila ya mazungumzo yangu ya mimi moja kwa moja na Putin kuna uh, uwezekano wowote hivi sasa wa kumkutanisha Zelensky na Putin hivi, eh, ana kwa ana. Haya mazungumzo ya Trump yatatoa taswira hiyo kwa sababu... lakini wewe unaona uwezekano huo kwa siku za usoni Uwezekano upo kwa sababu tayari alivyolizungumza Trump na tayari Putin alishakubali na Saudi Arabia ikaandaa mm. ikasema kuwa yenyewe itakuwa mwenyeji mm. wa ziara hiyo, lakini vipi kuhusiana na e, ushawishi wa Vatican e, kuna namna ambayo kuna matumaini ambayo yanatoka upande wa Vatican kwamba wana wenyewe kwa, kwa upande wa hasa ukizingatia kwamba Vatican hivi sasa imepata kiongozi mpya kwamba na wenyewe wanaweza wakasaidia kuharakisha mchakato huu. Inategemea kwa sababu Papa Leo aliyefariki, unakumbuka yeye alikuwa mm -hmm. ni muumini wa amani, alilizungumza mara nyingi sana, sio tu la Ukraine, lakini alizungumza kuhusu migogoro yote inayoendelea duniani okay. Akisisitiza, lakini matokeo yake kuwa hadi kuna nchi zilimchukia kwa sababu tu ya kuzungumza hilo mm -hmm. aliwahi kuwashauri Ukraine na magharibi wakamshambulia sana yeah. Kuwa kwa hali iliyopo Ukraine, pandisheni bendera nyeupe mm -hmm. kuwa kubalini, vinginevyo mtapoteza zaidi matokeo yake magharibi walimshambulia sana lakini aliwahi kuwashauri Israeli kwenye ilikuwa mnachokifanya hamwezi kuwa magaidi kwa kiwango hicho, pia na wenyewe walimchukia. Kwa hiyo eh, yule alikuwa ni muumini wa kile ambacho alikuwa nakizungumza muumini wa amani. Sasa huyu, uh, Papa Leo tayari na yeye kwenye hotuba yake ya kwanza tukazungumza hivyo vitu mm, kaja akatoa hotuba ya pili kagusia tena hivyo hivyo vitu, tusubiri tuone kuwa watamchukulia kama papa aliyefariki au watamchukulia kwa jicho tofauti kwa sababu ni misuguano hmm. ya imani na masuala ya kisiasa hapa yanavyogongana, lakini ni kama vile nchi zimekosa maadili ya kuheshimu, kwa sababu zamani tamko kama hili ambalo limetoka kwa papa lingechukuliwa kwa uzito mkubwa sana, lakini leo tunaona matamko na yeye ya anajibiwa, yani kuwa anatoa tamko kiongozi mkubwa na yeye anajibiwa hmm. kuwa tuko hivi, yani ni, ni, ni kukosa maadili, yani kuwa kwa viongozi wa sasa wamekosa maadili, ndio maana matokeo yake yanakuwa haya. Sasa tumalizia na hili la mazungumzo ya nyuklia ya Iran, na ni makubaliano ambayo ni mazungumzo ambayo yamekuwepo muda mrefu kati ya Marekani na Iran kuhusiana na nyuklia ya Iran. Pengine kwa kwa ambao wanafuatilia, wanatamani kujua hasa nini ambacho kipo kuhusiana na nyuklia ya Iran, kiasi kwamba hata mazungumzo yenyewe pia yanaonekana yanakuwa magumu pia licha ya kwamba sasa hivi tumeona Aragchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, mm. akisema kwamba Iran iko tayari kushirikiana na dola za Ulaya. <sighs> nilikuwa nikisubiri ziara ya Trump mashariki ya kati iende mm. halafu imalizike irudi, alafu ndio nichukulie uhalisia wa mazungumzo, kwa sababu kwangu mimi ilikuwa bado inaniweka kwenye njia panda kuhusu mazungumzo ya Iran Marekani, kwa sababu nilikuwa nikihisi kama vile Trump hakuwa na nia ya mazungumzo lakini huenda alitumia nafasi ya mazungumzo mwezi mmoja kabla na yani karibu mwezi mmoja na kitu kabla ya safari yake ya mashariki ya kati, kwa sababu anafahamu nguvu ya Iran iliyopo mashariki ya kati. Kwa hiyo nilikuwa nikiachukulia kama mazungumzo ambayo yanataka kutuliza ziara ya Trump mashariki ya kati, aende atoke salama, ndio kwa sababu kama ningekuwa angekuwa na pressure kubwa kuipa Irani, au angekuwa amesimamia pale pale, pale kipindi kile, tunaona kasafirisha hadi ndege kupeleka kwa, tunataka kuishambulia Irani, ikae kwenye mazungumzo. Kama angeenda na hiyo pressure, hata ziara yake mashariki ya kati isingefanikiwa sasa. Kwa sababu Trump ametoka juzi mashariki ya kati, natamani kuona wiki moja, wiki mbili, tupate jibu kamili kuwa kuna mazungumzo halisi au tulikuwa tunacheza kwenye script ambayo ilikuwa imeandikwa kwa hivi sasa, sasa Kumekuwa na mazungumzo hivi sasa Arachi anazungumza, anazungumza na nchi za EU. Kuna kitu kimoja bado kina, kinanivuruga kuwa nchi za EU nyingi hazikubaliani na misimamo ya Donald Trump. Trump alitoa Marekani kwenye makubaliano mwaka 2018 haya ambayo yalisainiwa na nani? Na Barack Obama mwaka 2015. Hmm. Trump alivyoitoa Marekani kwenye yale makubaliano, hawa Ulaya ambao hawakubaliani na Trump wakakubaliana naye kwenye hili, wakajitoa na wao wakaweka vikwazo, yaani wanaweka vikwazo kwa amri ya Washington tumechukua tunaenda kuweka vikwazo. Kwa hiyo, Irani anachohangaika nacho hivi sasa ni kutaka kurudisha makubaliano na Marekani, kurudisha makubaliano na Ulaya ili waweze kukaa kwenye njia moja, mm. Na ndio maana msikia Rachi anasema kuwa Irani wako tayari kufikia mwafaka na nchi za, za Ulaya kwenda kwenye makubaliano hayo. Kuna vitu viwili au vitatu vinashindwa kwenda sawa. Kuna agizo au ambaye anataka makubaliano zaidi au anayesukuma nyuma makubaliano ni washawishi upande wa pili wa Israel. Israel anasema kuwa, anamwambia Trump kuwa lazima Irani akubali yale makubaliano yawe kama ya Libya ya mwaka elfu mbili na tatu. Hmm, mwaka elfu mbili na tatu Libya alikuwa na, alikuwa na mpango wa, wa nyuklia na yeye kuanzisha vinu vya nyuklia na kila kitu makubaliano yaliyokubaliana na Libya kuwa ni kuvunja kabisa ule mpango wa nyuklia, yani hadi vinu vivunjwe, kusiwepo na urutubishaji hata, hata ile urutubishaji wa matumizi ya kiraia uondoke, na Libya ilifanya hivyo. Sasa ndivyo Israeli anataka Irani afikie hapo, kumwambia Marekani kuwa mwambie avunje kila kitu yeah. Irani wanasema kuwa urutubishaji wetu wa yurani ni mstari mwekundu Yani, kuwa sisi na nyinyi tutazungumza kitu kimoja, punguza, lakini kuvunja haitakuja kutokea, kuwa kuharibu mpango mzima hautakuja kutokea. Maanake Iran alitoa vitu vitatu, akasema hivi hatutovijadili: kufunga mpango wa nyuklia, hatutojadili uwezo wa masafa makombora yetu, kwa sababu Iran amekuwa tishio sana kwa kutengeneza makombora ya masafa marefu. Mm. Lakini anasema kuwa hatutojadili kuhusu mimi na washirika wangu wa kikanda, yani wale Hamas, washirika kama Hezbollah au Wahuthi, hapo hatutojadili. Mjadala pekee ambao utakuwa mezani ni wa nyuklia yangu na kupunguza. Na mpaka sasa mazungumzo yamemalizika, awamu tatu zimemalizika, awamu ya nne itakuja itafanyika Ulaya hivi karibuni. Yote Marekani hajaongeza, hajazungumza kuhusu kuvunja wala hajataka kuzungumza kuhusu uh, makombora hmm. Kwa hiyo amebaki pale pale. Nimemsikia Marco Rubio jana alikuwa anazungumza, anasema kuwa tumeamua kuyafanya mazungumzo kuwa siri, hatutaki kuyaweka kwenye vyombo vya habari kwa sababu tuna malengo yetu lakini nilimsikia mshauri wa usalama wa serikali ya Joe Biden iliondoka, alikuwa ni uh, nani uh, Sullivan, mm, anasema kwa dalili zozote zilizopo Trump ataingia makubaliano yale yale ya Barack Obama bila kubadili vifungu. Sasa akiingia, tutakuja kumuuliza kwa nini ulijitoa? Hmm. Basi tuone, Ibrahim Rahbi, shukrani kwa kuchambuza bomi. Tupatie Ibrahim Rahbi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tunakamilisha hivyo.